Kwa kuzingatia mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kisiasa duniani, imebainika kuwepo haja ya kuangalia upya sera yetu ya mambo ya nje ili niweze kwenda sambamba na mahitaji ya sasa na utekelezaji wa mipango yetu mikuu ya maendeleo nchini. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, alikwa, mabibi na mabwana, uzinduzi wa sera hii ni kielelezo cha jinsi taifa letu linavyoendelea kuimarisha nafasi yake kimataifa. Nimefurahi kusikia kuwa sera hii imeweka malengo mahususi ya kuendeleza kwa vitendo diplomasia ya uchumi ikidumisha uchumi wa buluu. Kadhalika, imetambua mchango wa diaspora katika kuchangia maendeleo na kueneza lugha ya Kiswahili ulimwenguni. Nitoe rai kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki mabalozi wanaowakilisha Tanzania katika nchi na mashirika ya kimataifa kuhakikisha kuwa Zanzibar inanufaika kikamilifu na fursa za kiuchumi na kijamii zinazopatikana kupitia ushirikiano wa ndani, kikanda na kimataifa. Sote tutumie sera hii kama nyenzo muhimu ya kulinda na kutetea maslahi ya Tanzania duniani na kukuza ushirikiano wa kikanda na kimataifa wenye manufaa kwa ustawi wa taifa letu. Mazingatio mahususi ya Zanzibar katika utekelezaji wa sera hii. Katika sera hii suala la ushiriki au ushirikiano wa kimataifa kwa upande wa Zanzibar limezingatiwa ipasavyo. Kubwa zaidi ni kwamba katika mabadiliko ya dunia hii nchi sasa inaangazia fursa za vijana ndani na nje ya nchi.